Utaratibu wa biashara hii umekuwa ukifanyika kupitia mfumo wa stakabadhi ya ghala lakini pia na minada ya kidijitali ambayo inaendelea katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu. Sasa, hivi karibuni, e, kumetokea wimbi la wafanyabiashara wachache wadanganyifu ambao wamekuwa wakichezea mfumo wa biashara huu uliowekwa na serikali na hivyo kupelekea wakulima kutopata bei stahiki ya mazao yao, lakini pia kupunguza ubora wa mazao yanayoenda sokoni. Wadanganyifu hao wachache wamekuwa wakinunua mazao nje ya mfumo uliowekwa katika maeneo mbalimbali ya uzalishaji na wengine wakinunulia hapa jijini Dar es Salaam. Pia wamekuwa wakisafirisha mazao hayo nje ya nchi kupitia vibali vya kughushi, na wakati mwingine wakifanya vitendo mbalimbali vya kudanganya mfumo ili kuweza kunufaika kibiashara. Sasa COPRA imewabaini wafanyabiashara hao na kuwafikisha katika vyombo vya kisheria ili waweze kuhojiwa na pindi watakapobainika kuwa wamefanya makosa hayo, basi sheria itafuata mkondo wake. aa, ninaomba aa, kutoa rai kwa wadau wote hususan wafanyabiashara kuacha mara moja matendo ya kiudanganyifu ikiwepo kununua mazao hayo nje ya mfumo uliowekwa na Serikali. COPRA haitamvumilia mfanyabiashara yeyote atakayebainika kutofuata taratibu zilizowekwa na Serikali. Aidha, niendelee kuwahakikishia wakulima na wadau wengine wote wa mazao ya nafaka na mazao mchanganyiko kuwa Mamlaka ya Udhibiti wa Nafaka na Mazao Mchanganyiko inaendelea kusimamia na kuhakikisha hakuna mtu yoyote anayefanya udanganyifu utakaopeleka kuvurugia huu mfumo wa biashara ya mazao. COPRA kwa kusaidiana na taasisi zingine imekuwa ikifanya na kuchakata taarifa za ununuzi za hawa wanunuzi mbalimbali kwa hiyo eh, kwa kutumia taarifa za ununuzi ambazo eh, zipo katika mifumo mbalimbali iliyopo katika nchi yetu, tunakuwa tuna uwezo wa kuona kiasi ambacho kimenunuliwa kutoka ndani ya mfumo na kiasi ambacho kimesafirishwa pasipo kununuliwa ndani ya mfumo. Kwa hiyo tunapofanya uchakataji wa taarifa hizo, tunaku, tunakuja kugundua wale ambao wamesafirisha, lakini mzigo waliousafirisha hawajaununua ndani ya mfumo. Sasa tumebaini wanunuzi hao, lakini pia tumewabaini wafanyabiashara hao ambao wameshasafirisha mazao kwenda maeneo mbalimbali ya nje ya nchi, lakini mazao waliyoyasafirisha hayajapita kwenye mfumo wa stakabadhi ya ghala. Na kwa hiyo tumeanza kuwahoji ili kufahamu mazao wameyapata wapi. Aa, na baada ya hapo sheria itafuata mkondo wake baada ya kumaliza kuhojiana nao.